Watumishi wa umma wamesisitizwa kujenga utamaduni wa kufanya mazoezi mara kwa mara yatakayowasaidia kuimarisha afya na kuweza kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi mkubwa, huku wakijikinga na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Wito huo umetolewa na mchambuzi wa soka hapa nchini, pia mwalimu wa mpira Ally Mayay Tembele, akiwa mjini Morogoro kwenye ufunguzi wa mashindano ya mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania tpa yanayowakutanisha watumishi wa, wa bandari mbalimbali hapa nchini akisisitiza kuwa michezo ni kinga na tiba kwa binadamu yeyote yule. Kwa hiyo ni mashindano ya bandari ambayo tunakutana wafanyakazi wa mamlaka ya usimamizi wa bandari kwa ajili kwanza ya kuendeleza kujenga ushirikiano, lakini bali pia na kuactivate. Tunajua michezo ni kinga kinga na tiba, sio tu kutibiwa, ni kinga ya magonjwa yasiyoambukiza. Kama hivyo, watumishi tunapata nafasi kuja e, kushiriki kwa mashindano haya, tunachangamsha mwili ambayo ina mchango mkubwa sana katika utimamu wa mwili na akili katika utendaji wa majukumu ya bandari. Kwa hiyo ni miongoni mwa, mwa mashindano ambayo kwa kweli tunashukuru sana kwa kweli uongozi wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania lakini pia na uongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kweli kwa kuyathamini, yaani kwa kuthamini michezo, kwa michezo ina mchango mkubwa sana katika utimamu wa mwili na akili na sababu ya uwepo wetu leo katika mashindano haya ambayo yatamalizika siku ya Ijumaa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya rasilimali watu bodi ya wakurugenzi TPA Mhandisi Abdallah Othumani Mwinyi hapa anabainisha michezo shiriki katika mashindano hayo yanayotimua vumbi kwa mara ya kumi na nane huku kwa mkoa wa Morogoro yakifanyika kwa mara ya saba mfululizo. Michezo itakayofanyika ni mpira wa miguu, mpira wa pete, basketball, volleyball, riadha, kuvuta kamba na michezo ya jadi kama bao, karata na aa, mchezo wa ngumi, ambayo miaka ya nyuma ilikuwa nina maarufu wa kipekee baada ya soka hautakuwepo. Siku za nyuma mabondia wa mamlaka walishiriki walishiriki vyema hadi kwenye mapambano ya kitaifa na kimataifa. Hii ni changamoto kwa mamlaka kurejesha mchezo huu siku zijazo. Niwakumbushe wanamichezo wote kwamba michezo hii ni sehemu ya kazi na ni lazima, tunapokuwa ugenini, tuchunge nidhamu na kubeba vyema bendera ya taasisi yetu, hususani ugenini. Akifunga mashindano hayo, Mkuu wa Wilaya ya Morogoro, Musa Kilakala, amewasisitiza watumishi hao kuhakikisha wanatumia michezo hiyo kwenda kuongeza tija na ufanisi pamoja na kutoa mshikamano miongoni mwa watumishi. Wakati wa kushindana, mtumie mchezo hii kuongeza mahusiano mema na ushindi wa kila timu iwe ni ishara ya kutaka kuzalisha kwa tija zaidi katika maeneo yenu ya kazi. Kutumia michezo hii kama sehemu ya kampeni ya kuimarisha afya zetu na kubwa zaidi kuongeza tija na ufanisi pamoja na kuleta mshikamano kwa wafanyakazi, huku tukikumbuka kujitokeza kwa wingi kupiga kura Oktoba ishirini na tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano kama kauli mbiu yenu kwa michezo ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano inayosema Michezo ya Bandari mwaka 2025 kwa afya, tija na mshikamano wa wafanyakazi, tujitokeze kupiga kura Oktoba 29 kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Mashindano hayo yanakutanisha watumishi mia sita thelathini na sita wa TPA ambao watakuwa mkoa wa Morogoro kwa muda wa siku tano mfululizo kuanzia Oktoba 20. Kutoka mkoa wa Morogoro, mimi ni Jackson John.